Katika maeneo mengi ya Tanzania ukosefu wa maji ni changamoto kubwa, ambao unahatarisha maisha na ustamilivu. Tanganyika Christian Refugee Service, yani TCRS, kwa ufadhili wa Finnish Evangelical Lutheran Mission, yani FELM, na Wizara ya Mambo ya Nje ya Finland imewezesha jamii kuwa ufumbuzi endelevu kupitia mradi jumuishi wa jamii himilivu matenki ya kuvunia maji ya mvua yamebadilisha upatikanaji wa maji katika wilaya za Kilwa, Morogoro na Kishapu. Mradi huu ulianza mwaka 2022 na utakamilika mwaka 2025. Kwa awamu hii na mradi huu unafadhiliwa na wafadhili wa filmu, tunahakikisha suala la usafi wa mazingira ambapo katika suala la usafi wa mazingira tumejikita zaidi katika uh, kuhakikisha upatikanaji uh, wa maji hasa kwenye mashule na zahanati au uh, vituo vya afya lakini pia ujenzi uh, wa vyoo kwa ajili ya wanafunzi. Sisi kama shirika huwa tuna compliment these efforts za government kwenye eneo ambayo tunafanya kazi. Na tunachokiona kwamba ushirikiano wa serikali ya halmashauri ya Kilwa ni mkubwa. Tunawashirikisha TCRS tunashirikiana nao eh, kwenye ujenzi wa maji wa, wa matenki ya maji ya uvunaji wa maji ya mvua. Kwenye kutengeneza matenki ya maji ya mvua kuna, ta, ta, kuna taratibu tofauti tofauti ambazo tunazozipitia tunazozipitia ili kuweza kutengeneza haya matenki ya maji ya mvua. Kwa ujenzi wa matenki ya uvunaji wa maji ya mvua, mahitaji muhimu na ya kuzingatia ni haya hapa, zile stage kuanzia za mwanzo kwenye kudesign ni mradi, michoro, BOQs wanahusika lakini pia na napu, kutembelea au kuvisiti ile site ambayo mradi unaenda kufanyika. Yule engineer aidha ni wa nani, idara ya ujenzi au engineer ya kutoka Ruwasa idara ya maji, huwa tunaenda naye kwenye saiti na anashauri kwamba hapa ndio mradi uwepo. Hapa mradi huu ni muhimu sana, hasa mashuleni kwa watoto wetu wa kike. Kabla ya kujengwa tenki hili, tulikuwa tunatoa maji majumbani mwetu na kuleta shuleni maji hayo ambayo yalikuwa hayatoshi lakini aliadhimika yatoshi, natukuwa nasafishia vyoo na mambo mengine hata shuleni. Matatizo mengine tuliokuwa unayapata tulitumia muda mrefu kwenda kitongoji cha Sinza kufata maji eh. Niseme kwamba ni vipindi tofauti tofauti, kwa sababu nisema kwamba hata kipindi cha mapumziko niseme nafasi yao kwenda kutafuta maji kwa ajili ya kutuliza kiu zao, lakini pia wapo wengine walikuwa wanashindwa kuvumilia, walikuwa wakitoka hata kipindi mwalimu akiwepo darasani. Shule yetu iko iko karibu na barabara barabara kuu ambayo magari yanapita muda wote, ili waweze kupata maji wanalazimika wavuke barabara. Mwaka jana kuna mtoto mmoja alijeruhiwa, alikosokoswa na gari ali, lakini ni majeraha machache ambayo aliyapata. Lakini pia kuna wanyama wakali kama nyoka. Kuna mtoto mmoja pia alinusurika kugongwa na nyoka wakati akifuata maji, kwa hiyo baada ya kupata hilo tenki tunategemea madhara hayo yote yatakuwa yamepungua kwa kiwango kikubwa. Hmm. Kwa hiyo tunaona pia ile kazi zetu ta, yale matokeo ya kazi yetu ameweza kuhamasisha watu wengine na kaya pia kuweza kufanya vile ambavyo tunafanya kwa ajili ya matokeo ya mradi. Kwa hiyo kwa kuangalia hilo, tunaona mradi umeleta matokeo mazuri na uendelevu wake pia upo. Hali ya maji kwa mwaka wa miaka ya nyuma 2022 kurudi nyuma ilikuwa su nzuri sana mazingira yake yalikuwa ni magumu. Tulikuwa tuna tanki moja ambayo ina lita 5000 tu, tunahudumia katika hizo vijiji vyote viwili pamoja na wagonjwa na wazazi pia, na pia yalikuwa yanaisha. Mazingira tulikuwa tunaenda kuchota maji yalikuwa ni hatarishi sana, tulikuwa tunapata tabu kwa sababu kwanza tunachelewesha katika upande wa huduma, umeona, na pili pia wagonjwa nao wanakuwa katika hali hatarishi kwa sababu haviko salama zaidi kwa upande wao. Hali ya maji, mtoto wangu wa kwanza mpaka sasa miaka saba ilikuwa shida sana kipindi na mimba wa mtoto wangu wa kwanza, maana vyanzo vya maji vilikuwa mbali na hospitali. Nilikuwa kero kwa sababu unakuta wakati mwingine unataka kuwai nyumbani unashindwa kutokana na za hospitali haina maji na vyanzo vya maji viko mbali, kwa hiyo lazima uende visimani ili ukachote maji ili aje hospitali kupata huduma sisi Hamima, vionbo, hatumye, mazingla, hakule, majifu, nyua, kwa mama wajawazito kuosha vyombo watumie mazingira ya kula, lakini katika maji ya kunywa wao wanachota zahanati hapo ndo tulipokuwa tumewaruhusu wanakijiji, pia wakawa wanatumia maji hayo kwa ajili ya zoezi la maji ya unywaji kwao, pamoja na nini na watumishi na hao wazazi waliokuja kujifungua kujifungua ambayo sisi tunapata kupitia huu mradi wa TCRS kwenye hili tenki ambalo wameliweka shuleni. Kama wanajamii ni namna ukame unapokuwa umekuwa mkubwa, hasa kipindi cha kiangazi, kwa sababu shida ya maji inatufanya na sisi tukija hapa shuleni huwa tunapata ndoo mbili moja tatu, kwa ajili ya maji ya kunywa. Lakini kwa wale ambao tuko jirani na ili eneo linalozunguka shule, kwa vijiji ambavyo vimebakia hivyo 32 ili kukamilisha 94 tulikuwa tuna, tuna imani na TCRS, tulikuwa tunatamani waendelee kutoa sapoti ya kutosha, watusaidie ili kuweza kufika malengo ya asilimia mia moja kwa vijiji vyote. Tunapenda kutoa shukrani zetu kwa taasisi ya TCRS kwa kushirikiana na serikali kwenye kusambaza huduma ya maji hasa kwenye mataasisi kwa maana ya mashule na mazahanati. Kuvuna maji ya mvua ni zaidi ya ufumbuzi, ni tumaini endelevu ya, ya siku zijazo. Jiunge nasi katika kuwezesha jamii kutumia nguvu ya uvunaji wa maji ya mvua.